Ya ayuha ayuhanas, enyi watu ittaquu rabbakum, mcheni mola wenu, mwogopeni mola wenu, kwa sababu mtetemeko na mtikisiko wa siku ya Kiyama ni jambo zito sana. Yauma tarawunaha, siku ambayo mtauona mtikisiko huu, ama hicho Kiyama, ataacha mnyonyeshaji kile anachokinyonyesha au atazaa mwenye mimba mimba yake, kutokana na kishindo cha siku hiyo. Hata kama mama atakuwa na mwanaye, ndo kwanza kamzaa leo, kamzaa jana, ndo kwanza anahitajia maziwa mama, atamtupilia mbali. Ni siku hiyo, kila mmoja analia na nafsi yake. Yauma yaqulu Allah lidhalim ayuha dhalim la tatakallam Siku ambayo Mwenyezi Mungu atamwambia mtu dhalimu, leo hapa usizungumze chochote, la rais wala wazir. Siku hiyo hakuna kiongozi mkuu wa nchi rais, hakuna waziri, hakuna shekhe fulani, hakuna mkubwa fulani. Watu wote wamesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama walivyozaliwa.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 5 na mitandaoni ni at tours i travel. Mada la inayofuata ni Shekhe Suleiman Salum, ndiye ambaye anaandaliwa azungumze nasi kutoka Unguja visiwani Unguja aje yazungumze nasi mada ambayo inasema kumbuka, siku ambayo utarejeshwa kwa Mola wako. Alhamdulillahi lladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ndugu Waislam, mashekhe waliohudhuria hapa na waliotangulia kuzungumza, namwomba Mwenyezi Mungu awahifadhi mashekhe zetu hawa, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa ilmu kubwa na ukumbusho mkubwa mliotoa hapa. Mashekhe wamezungumza takriban mambo yote muhimu, lakini kwa kuwa na mimi ni mmoja kati ya watu waliohudhuria hapa, mashekhe wakaona ni vyema nami nikae mbele yenu na kuweza kutoa angalau aya moja tu na nitatumia muda mfupi sana nisije kuwachanganya au kuwafanya mkasahau yale yote aliyozungumza toka mwanzo. Nimepewa aya katika Suratul Baqara nambari 281 na aya hii ndiyo ukumbusho wetu kwa muda huu mfupi niliyopewa na viongozi wetu hapa. Aya yenyewe inasema wattaquu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maneno haya yanazungumza Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyetuumba sisi na akatukadiria umri wetu wa kuishi duniani makaburini na mpaka siku ya kufufuliwa. Anasema Mwenyezi Mungu, na iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa mola wenu. Baada ya kurejeshwa kila nafsi italipwa kwa kile ilichochuma na wala hawatudhulumiwa siku hiyo. Wanadamu, Mwenyezi Mungu anatutanabaisha mapema. Mwenyezi Mungu anatukumbusha, anatuzindua, ili tuanze kuyafanya maandalizi, tujiandae katika siku nzito na ngumu zaidi ya kukutana naye. ghadhiba llahu lan yaghdhab walam yaghdhab qablahu wala ba'da. Mwenyezi Mungu siku hiyo atakasirika kwa asira ambazo hajawahi na hatokasirika mfano wake baada ya siku hiyo. ayyu yawmin hadha, ni siku gani hii? Ndugu zangu Waislamu, Hadha yaum din wa yaum tubel sarair, hii ndiyo siku ya Kiyama na ndiyo siku ambayo zitafichuka siri za waja, yale aliyoyafanya mtu akiamini kwamba hakuna anayemuona, hakuna aliye na habari kwa yale anayoyafanya, siku hiyo Mwenyezi Mungu atayadhihirisha

Ya ayuha ayuhanas, enyi watu, ittaquu rabbakum, mcheni mola wenu, mwogopeni mola wenu, kwa sababu mtetemeko na mtikisiko wa siku ya qiama ni jambo zito sana. Yauma taraunaha, siku ambayo mtauona mtikisiko huu, ama hicho qiama, ataacha mnyonyeshaji kile anachokinyonyesha au atazaa mwenye mimba mimba yake kutokana na kishindo cha siku hiyo. Hata kama mama atakuwa na mwanaye, ndo kwanza kamzaa leo, kamzaa jana, ndo kwanza anahitajia maziwa mama, atamtupilia mbalini siku hiyo, kila mmoja analia na nafsi yake. Kisha Allah nasema watara nasa sukara, mtawaona siku hiyo watu wamelewa. Je, wamekunywa pombe hawa? Wamahum bisukara walakina adhab Allah shadid, watu mtawaona wamelewa, lakini hawakunywa ulevi wa aina yoyote, isipokuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu itawafanya watu waonekane siku hiyo kana kwamba wamelewa. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anayazungumza haya mapema ili tupate kujiandaa na siku hii Yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin, siku ambayo wanadamu wote watasimamishwa mbele ya mola wao. Hakuna kiongozi siku hiyo, hakuna shekhe siku hiyo. Alkulu amama Allah, watu wote wamesimamishwa mbele ya Allah wote sawa sawa, kila mmoja anasubiri kusomewa mashtaka yake na kulipwa kwa yale yaliyofanya katika ulimwengu. Yauma tajidu kullu nafsi ma amilat min khairi muhdara, siku ambayo mwanadamu atashuhudia yote aliyoyafanya ya khairi yamehorodheshwa pale, aambiwe wewe ulifanya moja mbili tatu. Wa ma amilat min su, na aliyofanya katika uovu na machafu yote yameletwa mbele ya macho yake, anakabidhiwa kitabu, anaambiwa leo soma mwenyewe, iqra kitabaka ala mahl Soma kitabu chako kwa utulivu. fahal tara fihi harfan ghaira ma kana, je kuna sehemu yoyote? Kuna jambo umezuliwa? Kuna jambo hukufanya limeandikwa? Mwanadamu atakifungua kitabu atasoma, atayakuta yote aliyofanya, mpaka mengine aliyosahau yamedhibitiwa katika kitabu chake. fatara almujrimina mushfiqina mimma fi

Siku ambayo kila mmoja atahesabiwa kwa yale aliyofanya katika ulimwengu. Leo mtu anaweza akafanya akasema hiyo imetoka hiyo, lakini wallahi, akhera hiyo haijatoka hiyo. Leo mtu anaweza kumdhulumu mwenzake, heshima yake, mali yake, akasema hiyo imekwisha hiyo, kwa Mwenyezi Mungu bado haijaisha hiyo. Allah anasema fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, watu waovu siku hiyo mtawaona wanaogopa hata kuvishika vitabu vyao na kuvifungua. Baada ya kufungua, watu waovu watastaajabu kwa yale watakaoyakuta ndani ya vitabu vile, waseme mali hadha alkitab, kitabu gani hichi? Ya rab la yughadiru saghiratan wala kabira, kitabu ambacho hakikuacha jambo kubwa wala dogo mpaka ile dhambi ambayo mwenyewe ulifikiria kwamba hii haitokuwepo unaikuta kwenye kurasa za kitabu chako. Lile tusu ulilolitoa unalikuta pale limeandikwa, siku fulani ulikaa nakukamsengenya mwenzio, imeandikwa pale. Kila ulichokifanya kimeandikwa katika kitabu. Mwisho mwanadamu anashangaa, mali hadhal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mwanadamu atayakuta yote aliyo yafanya yamedhibitiwa katika kitabu kile, na Mwenyezi Mungu hato mdhulumu yoyote katika waja wake. Yauma yaqulu Allah lidhalim ayuha dhalim la tatakallam, siku ambayo Mwenyezi Mungu atamwambia mtu dhalim Leo hapa usizungumze chochote, la rais wala waziri. Siku hiyo hakuna kiongozi mkuu wa nchi, rais, hakuna waziri, hakuna shekhe fulani, hakuna mkubwa fulani. Watu wote wamesimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu kama walivyozaliwa. Kila mmoja anasubiri kuhisabiwa, kila mmoja anazungumza na nafsi yake. Nafsi, nafsi, nafsi watu wafufuliwe wasimamishwe katika uwanja kwa muda wa miaka elfu hamsini wanasubiri kila mmoja apate hisabu yake baada ya kuhukumiwa. Ndugu zangu Waislamu, watu wa motoni watakwenda katika mashimo ya moto wa Jahannam. Allah tuhifadhi na moto huo, Amina. Na mwislamu unaposikia Jahannam ni mama wa moto

wakionewa huruma kupata kinywaji watapewa maji ya moto na usaha mzito. Na Allah kasema, fasharibuna alayhi min alhamim washaribuna shurbalhim, watakunywa maji ya chemkayo tena watakunywa kwa unywaji wa ngamia mwenye kiu. Hawatoonja baridi wala salama huko illa hamima waghasaqa. Kisha Allah anasema jazaa wifaqa. Je, wamedhulumiwa wameonewa? Anasema hapana, ni malipo yanayoendana sawa sawa na amali zao walizokuwa wakizifanya duniani. Innahum kanu la yarjuna hisaba, watu hao hawakutaraji kabisa kama iko siku watahesabiwa, hivyo wakafanya mambo yao wanavyotaka wao siku hiyo ataambiwa fadhuku falan nazidakum illa adhaba, leo onjeni, hatukuzidishieni humu isipokuwa ni adhabu. Basi baada ya kuhukumiwa, watakwenda watu kwenye milango ya moto. Wengine watagoma kuingia kule mpaka itakuja amri waingizwe kwa nguvu. Baada ya kwenda katika shimo la moto wa Jahannam watamkuta mwenyewe Ibilisi yuko kule ndani ya shimo la moto wa Jahannam, anaadhibiwa. Wakifika wataanza kumtupia lawama Ibilisi, watamwambia, kama si wewe leo tusingefikishwa hapa, kama si wewe leo yasingetukuta haya. Ibilisi atawambia mnanisemea uongo, inna allaha waadakum waada alhaq, Mwenyezi Mungu alikupeni ahadi za kweli Wa'adtukum fa akhlaftukum, na mimi nikakupeni ahadi zangu za uongo, mkakhalifu ahadi za Mola wenu, mkafuata ahadi zangu mimi. Wama kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum, Mwenyezi Mungu alikupeni ahadi za kweli, mkakhalifu ahadi za Mola wenu nami kwenu sikuwa nikitaka cheo wala ukubwa, isipokuwa kazi yangu ilikuwa ni kukuiteni. Basi leo msinilaumu, hapa kila mmoja ailaumu nafsi yake. Leo anakuambia fanya hivi, mpige mwenzio, mkashifu mwenzio, chukua haki ya mwenzio, mdhulumu mwenzio, lakini siku hiyo atakwambia wewe, wala hukuniona, ulipataje fikra hizi? Kwa nini unanilaumu? Kuna siku nilikuja nikakushika nguvu mimi nikakushika kwa nguvu nikakwambia fanya moja mbili tatu, nikakulazimisha? Hapana. Basi fala talumuni walumu anfusakum, msinilaumu leo, kila mmoja hapa ilaumu nafsi yake. Ndugu zangu, siku hii ni siku nzito sana. Mtume anasema man ahabba liqa Allahu ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahu kariha Allahu liqaa, mwenye kupenda kukutana na Allah, vilevile Mwenyezi Mungu anamsubiri kwa hamu mja huyo kukutana naye, na anayechukia kukutana na Mwenyezi Mungu Mola wake vile vile anachukia kukutana naye. Kinachomfanya mja kuonekana kwamba anahitaji kukutana na Mola wake ni matendo yake mema. Kadri unapofanya matendo ya heri basi ni dalili tosha kwamba wewe unataraji kukutana na Mola wako katika hali iliyokuwa nzuri. Na kadri mwanadamu anapozama katika uovu na maaswi, ni dalili moja kwa moja kwamba mja huyu hataki na anachukia kukutana na Mola wake. Lakini kwa vyovyote lazima tutarudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ajiandae, ajiandae zawadi atakayokwenda naye huko, kwa sababu safari tunayokwenda ni ndefu sana, na kitakachotusaidia huko ni amali zetu njema. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kitakachomsaidia mja huko ni matendo yake mema aliyo yatanguliza, fa innal yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Ndugu zangu, tuikumbuke siku hii na tujiandae kukutana na Allah subhanahu wataala. Tufanye maandalizi kwa hali na mali, tupambane na nafsi zetu, tuzilazimishe nafsi ili tukutane na mola wetu kwa furaha na salama. Kama nilivyosema Sitochukua muda mrefu kwa sababu mengi mashehe wameshayazungumza hapa, na tusije tukavichanganya vichwa vyenu mkao mjui wapi mshike. Na washukuru mashehe kwa nafasi hii, pamoja na udogo kielimu na kila kitu, lakini walinipa fursa hii pia kuweza kukaa hapa na kuzungumza nanyi, kuwakumbusha eh, kuhusu maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashehe nawashukuru kwa idhini yenu, nimekaa hapa, nimezungumza. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Amin. Lakini pia kina mama na kina baba nyote ambao umeweza kuhudhuria hapa na kutusikiliza nasema pia asanteni sana. Mwenyezi Mungu awalipe kheri na warejeshe nyumbani kwa salama na amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh wa wa wa shukran sana. Jazakallahu khair. Sheikh Suleiman Salim, Salim kwa nasaha hizo ambazo zimetikisa nyoyo zetu kwa sababu siku ni nzito ambayo umeitaja, e, na siku ambayo e, kila mmoja wetu anawaza ni kwa namna gani, e, siku hii Allah anavyoitaja wataku yaumu